Wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya wakimbizi Ijumaa hii, shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia wakimbizi UNHCR linasema zaidi ya raia milioni moja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo ni wakimbizi katika nchi mbalimbali, kutokana na migogoro ya kivita inayoendelea hasa eneo la mashariki. Jupita Mayaka na taarifa zaidi. Licha ya kuwa raia wengi wa DRC ni wakimbizi katika nchi zingine, nchi hiyo pia inawahifadhi takribani wakimbizi laki tano kutoka nchi jirani. Kwa sasa kule Kivu Kaskazini, mfumo wa ushirikiano wa pande tatu za Rwanda na DRC na tume ya UNHCR inayoshughulikia suala la kuwarejesha makwao wakimbizi kutoka nchi hizi mbili husika unaendelea na shughuli zake. Kaimu mwakilishi wa UNHCR pia Achom Amesema majadiliano yanaendelea na mkutano wa washikadao unatayarishwa kushughulikia masuala yote yanayohusiana na kurejeshwa nyumbani, mkutano huu ukitarajiwa kufanyika nchini Uswizi au Uhabeshi. Achom anaripoti kuwa mwaka huu takribani watu elfu nne wamerejea haswa wakimbizi wa Congo, wa wa Burundi na Rwanda.